Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Oktoba 14, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama taarifa mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Langu jina ni Esau Ezra Ngumbi, nyuma ya kamera ni Guda Gustav. Tafadhali ambatana nami. Makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango amewataka Watanzania kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa mambo manne ikiwemo kulinda uhuru wa taifa pamoja na kudumisha umoja na amani. Dr. Mpango alikuwa akizungumza leo Oktoba 14, 2025 jijini Mbeya katika maadhimisho ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Amesema siku leo ni muhimu kwa Watanzania wote kwa kuwa ni wakati wa kutafakari mchango mkubwa aliyotoa katika ujenzi wa taifa kisiasa, kijamii na kiuchumi, pamoja na mambo mengine katika kumwenzi hayati Nyerere. Dr. Mpango amewataka Watanzania kusimamia haki miongoni mwa jamii akisisitiza kuwa kutofanya hivyo kwa dhati kunaweza kuleta hatari ya taifa kusambaratika. Aidha, Dr. Mpango amewataka Watanzania kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kujenga na kuimarisha maadili mema katika jamii hasa miongoni mwa vijana ambao ni taifa la sasa na la kesho. Kwanza ni kulinda uhuru wa taifa letu pamoja na kudumisha umoja na amani na kusimamia haki miongoni mwa jamii. Ndugu zangu wa Tanzania, tusipofanya hayo kwa dhati kuna hatari ya taifa letu kusambaratika. Kila mwaka Tanzania huadhimisha siku ya kumbukizi ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tarehe 14 Oktoba, ikiwa ni siku maalum ya kukumbuka kiongozi huyo kwa mchango wake mkubwa katika ujenzi wa taifa na harakati za ukombozi wa Afrika. Idara ya uhamiaji nchini imewaondosha raia wawili wa kigeni waliobainika kukiuka masharti ya visa zao za matembezi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Oktoba 14, 2025 na msemaji wa idara ya uhamiaji Paul Msele, wageni hao walioondolewa jana Oktoba 13, 2025 ni Dr Brinkan Stephanie raia Jerumani na Kathleen Janel raia wa Marekani. Taarifa hiyo imeeleza kuwa hatua ya kuwaondosha nchini imechukuliwa baada ya kubainika kuwa walikiuka masharti ya visa zao za matembezi, jambo lililo kinyume na taratibu zilizowekwa chini ya sheria ya uhamiaji sura ya 54 pamoja na kanuni zake. Idara no ya uhamiaji imewataka raia wa kigeni wanaoingia na kuishi nchini kuhakikisha wanazingatia masharti yaliyoainishwa katika viza au vibali vyao vya ukazi ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza pindi wanapokeuka sheria. Viongozi mbalimbali wa dunia wamepongeza na kuunga mkono mpango mpya wa amani kuhusu mzozo wa Gaza, wakionyesha matumaini ya kufikiwa kwa hali ya utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Mkutano wa amani kuhusu mzozo wa Gaza uliofanyika jana Jumatatu nchini Misri umewezeshwa kusainiwa kwa makubaliano yanayotazamiwa kurejesha utulivu huko Mashariki ya Kati mara baada ya miaka miwili ya vita vya umwagaji damu kati ya Israel na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Mkutano huo ulifanyika jana katika wa Shan El Shah ulihudhuriwa na viongozi zaidi ya ishirini kutoka mataifa ya Ulaya Kiarabu na Asia. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na marais wa Misri Turuki na amir wa Qatar walitia saini tamko la pamoja la kudumisha urithi wa amani. Mazungumzo hayo yalijikita katika masuala ya usalama, uongozi wa Gaza na mpango wa ujenzi mpya wa ukanda huo ulioharibiwa vibaya na vita huko, viongozi wengi wakisisitiza haja ya misaada ya kibinadamu kufikishwa kwa haraka kwa Wapalestina. Kuanzia jana malori zaidi ya mia tatu yalianza kuingizwa Gaza kupitia vivuko vya Alwaja na Kerem Shalom. viongozi mbalimbali wa dunia akiwemo rais wa Faransa emmanuel Macron kansela Ujerumani, Friedrich Merz, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaja kuunga mkono na kupongeza juhudi hizo za kimataifa, wakisema utekelezaji wa makubaliano hayo ni ishara matumaini mapya kwa wakazi wa eneo hilo. Rais wa Madagaskar Andre Rajoelina amelivunja bunge la nchi hiyo. Rais huyo ametangaza hayo kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Facebook leo Jumanne. Tangazo la Rajuelina limetolewa katika wakati ambao jeshi la polisi la Madagaskar limeungana na maandamano yanayoongozwa na vijana ya kumpinga kiongozi huyo. Rais Rajuelina alikimbia Madagaskar Jumapili, kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari vya Ufaransa. Rajuelina ambaye alipata uraia wa Ufaransa mwaka 2014 hajatangaza alipo hivi sasa. Katika hotuba yake ya usiku watatu iliyorushwa kupitia televisheni ya taifa na mitandao ya kijamii, Rajoelina alikiri kwamba maisha yake yako hatarini, akisisitiza kwamba hatangatuka madarakani kamwe. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba 14, Tanzania ikiadhimisha miaka 26 tangu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Asante kwa kutizama na kutufuatilia. Jina langu ni Esau Ezra Ng'umbi, mtayarishaji ni Gula Gustav. Mpaka wakati mwingine, bye. bye.